Hi guys. So leo nimekuleteni kitu kingine tena. Ukiacha na kile kitu ambacho nime nimewaelekeza katika wiki iliyopita ya kuhusu YouTube kuweka kwenye pale na kuweza kudownload movie yoyote YouTube. Si ndio? Sasa leo nimewaletea kitu kingine tena kwa wale watumiaji wa GB GB GB WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp. Najua wajanja wote, na wewe kama kama leo kuidownload basi basi, ingia Ingia ku ku maana haipatikani Play Store. Ingia kum, then kum, au yoyote, WhatsApp, then au buza yoyote ile search unaweza kuipata. Okay. Twende sasa hiko hivi. Kama unaona hii hii video video ya ni ni ndefu sana. kinginewatumiajiwa Kwenye kwenye utakuta la GB. GB. GB setting, utakuja kwenye GB setting uta cancel for the development treaty uta uta, uta, uta cancel uta shuka chini kabisa kwenye media sharing utaweka uta, katikati utapandisha uta, uta, uta. uta hii ati upload size limit uta uta peleka mpaka mb mia moja alafu unakuja huku chini kabisa una tiki katika hii turn five video limit for status una tiki sawa itakuandika hapo, stock use will see only certain seconds, uta click okay. Ukisha click okay, usijifikiri kama ndio umemaliza, utabidi urudi tena nyuma sawa, ndugu, utabidi urudi tena nyuma. Ukisha rudi nyuma, utakuja tena kwenye hivi vinukta vitatu, afu utafuta restart, uta restart YouTube nani, sorry, uta restart GB WhatsApp. Alafu ukisha restart, tunarudi tena katika video yetu, au sio? Kama hiyo hiyo sio mwanzo ambao iligoma, uta click tena kwenye kushare. Ukishaka kwenye kushare, unakuja WhatsApp GB, ukishakua unakuja my status tiki. Ona majabu yaiko kitu, ndugu yangu, nafikiri wewe mwenyewe utaona ni full saivi, sio tena kukata vipande vipande nusu nusu. Una click usianuniwi, basi imekwenda. Basi utakuja kwenye status GB, huku ndani utaangalia status yako kwenye status GB. Okay, zilikuwa ni Zidu, eh, okay, okay, okay, sorry. Nafikiri hiyo hapo. Oh, tenende. Nafikiri uni... ni hivyo sawa. Kusubscribe chini hapo kwa mambo mengi mengi mengi mengine, au sio? Yote atakayokuja mazuri nitakuwa nakupa ndugu yangu, so usiache kusubscribe, comment na kushare. So kama kuelewa, basi uta comment hapo chini, tutaelekezana zaidi na zaidi na zaidi.